Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dkt. Samia Suluhu Hassan, ataongoza zoezi la upandaji miti litakalofanyika tarehe 27 Januari mwaka huu maeneo ya Bungi Kilimo, na Kizimkazi Zanzibar, ikiwa ni sehemu ya kuadhimisha siku yake ya kuzaliwa. Zoezi hili lenye kauli mbiu ya uzalendo ni kutunza mazingira. Shiriki kupanda miti linaakisi dhamira ya Mheshimiwa Dr. Samia katika kuendeleza ajenda ya taifa ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira ikiwemo upandaji miti, ulinzi wa vyanzo vya maji, kuimarisha uoto wa asili na kuchangia kwa vitendo juhudi za kukabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, zoezi hili ni ishara ya uwajibikaji wa pamoja na linatoa fursa kwa kila mmoja kwa nafasi yake ya mahali alipo kushiriki katika kulinda na kuenzi mazingira kwa manufaa ya sasa na kizazi kijacho. Mheshimiwa Rais anatoa wito kwa Watanzania kuendelea kujenga utamaduni wa kulinda na kuhifadhi mazingira kwa hiari, wakitambua kuwa ulinzi wa mazingira ni msingi wa uhai, maendeleo na usalama wa taifa. Hali kadhalika Mheshimiwa Dr Samia anawahimiza wananchi, taasisi na wadau wa mazingira kushiriki kuendeleza ajenda ya uhifadhi wa mazingira, ikiwemo kupanda angalau mti mmoja nyumbani, shuleni, kazini au kwenye maeneo ya jamii. Kutoka hapa Zantime Media, mimi ni Amina Lumwecha, usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment.